Ni wadau wakubwa sana wa masuala ya uchaguzi, demokrasia. Mchango wao ni mkubwa sana kama wakili moja mmoja, lakini pia kama wakili kupitia taasisi zao, manake vyama vyao, na wamekuwa na kuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii kwa mchakato wa uchaguzi, manake duara zima la uchaguzi, mawakili wanasehemu yao, huwa wanasaidia kushauri masuala ya maboresho. Mawakili pia ndio wa wadau wakubwa sana zinapotokea migogoro ya kiuchaguzi ya kisheria, kwa mfano watu wanapolalamika wakitaka kwenda mahakamani mawakili kuwa ndio wanawasaidia. Kwa hiyo lazima mara kwa mara tujenge utaratibu wa kuwajengea uwezo mawakili namna ya kuweza kujifunza kuendesha kesi. Kwa mfano, mwaka jana utakumbuka, tulikuwa na haya mafunzo kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na baada ya hapo tumeona kesi karibu 60 zilifunguliwa na baadhi ya wale mawakili ambao walikuwa wanashiriki yale mafunzo. Kwa hiyo kujengeana uwezo, mi niwashauri mawakili wajifunze, watoe nafasi ya kujifunza uwezo kwa mwakili wa uchaguzi au masuala ya uchaguzi kama ujipi nafasi ya kujifunza na kufuatilia masuala ya uchaguzi. Misingi ya wakili kuweza kushiriki vizuri kwenye masuala ya uchaguzi ni kufuatilia mambo ya uchaguzi, kushiriki masuala ya uchaguzi na kujifunza namna ya kuendesha masuala ya uchaguzi Kweo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mafunzo kama haya yanaendelea kutole, kutolewa na yanawajengea uwezo. Kwa mfano leo sasa mawakili wadogo wa nani wa young, young, young advocates kuona namna gani wanaweza na wao wakapata nguvu ya kushiriki E, uchaguzi mwaka huu kwa kuwasaidia Watanzania kufungua ma, mashauri mbalimbali pale ambapo kutakuwa kuna migogoro kabla na baada ya uchaguzi. Hilo ni jambo la msingi na e, tuzidi tu kuwasisitiza mawakili kwamba wapende kujifunza na kujifunza huwezi e, kuwa mbobevu katika eneo fulani kama huwezi kujifunza. Ni aibu sana kuomba kuona kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi halafu hakuna mashauri Tanzania ndio tunakuwa tuko nyuma Afrika Mashariki. Kwa hiyo watu wanaokwenda mahakamani ni wachache, na uchaguzi ambao watu hawakwenda kabisa mahakamani ni uchaguzi wa 2020. Imagine 2015 tulikuwa na zaidi ya kesi la, eh, karibu mia zilizokwenda eh, mahakamani lakini kwa 2020 kulikuwa na kesi moja tu eh, maanake nini kwamba pia mifumo ya, ya haki pia wakati mwingine nao inaweza kawatatiza watu au kutokuwepo kwa mawakili au mifumo ya kimahakama isipokuwa na mazingira mazuri ya kufanya watu wawe na hamu ya kwenda mahakamani, watu wanaacha. Kuna watu wakienda kwenda mahakamani, manake ni changamoto kubwa sana, sababu lazima watu waende mahakamani ili kupunguza tension kwenye jamii. Mahakama imekuwa ikisaidia sana, hata tumeona Kenya pale kwa mfano, kama sio kwenda mahakamani E, eh, kuna tension zingine zingeweza kuleta kuvunja amani pale kwa, lakini kitendo cha kwenda mahakamani alafu mahakama ikatangaza kwamba huyu ndio mwenye haki, maana yake inasaidia kulinda amani. Mahakama imekuwa ikilinda amani kwenye chaguzi nyingi sana, kwa sababu yenyewe ndio inakuwa maamuzi. Sasa baada ya mifumo ya uchaguzi kushindwa, mahakama ndio inakuja kuwa muamuzi kwamba sasa mwenye haki aliyeshinda ni nani. Baada ya mfumo wa uchaguzi kushindwa, watu wanakuwa mahakamani. Kwa hiyo ni muhimu sana mawakili wakajifunza, wakawa vizuri na mafunzo kama haya, wachukulie eh, kwa u, kwa usiri sasa zaidi na wanapopata sasa nafasi hii waende chini wakawasaidie jamii wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo wateke nafasi, wajipe muda, waendelee kujifunza, waone umuhimu wa kusaidia taifa kwenye masuala ya uchaguzi. Wawe ni washauri kwenye masuala ya uchaguzi, masuala ya kisheria wakati wa uchaguzi, lakini napokuja sasa masuala ya wale walalamikaji basi wawe tayari kuwasaidia kuwaongoza vizuri kwenda mahakamani kudai haki zao. Kwa hiyo kimsingi mafunzo ya mawakili hasa mawakili e, hawa wanaojifunza kazi maana young lawyers ni muhimu sana. Kuweza kuwaingiza. Na Tanzania tuna mawakili wachache sana kwa masuala ya uchaguzi, tuna mawakili wachache sana wa uchaguzi, wa kwa masuala ya uchaguzi ni wachache tunaweza kusema, na wenye uzoefu na uwezo. Kwa hiyo ni muhimu sana tunaelea kupata mawakili wengi wenye uwezo wa kuendesha mashauri ya, ya uchaguzi. Kwa majina ni David Singano ni afisa mkuu mtendaji wa Chama cha Wanasheria cha Afrika Mashariki. Uh, tupo leo Dar es Salaam kufanya mafunzo kwa ajili ya wanasheria Wanasheria ni kiungo muhimu katika mchakato wa uchaguzi, kwa hivyo shirika la wanasheria limeonelea ni muhimu kuwaandaa, kuwafunza na kuwaweka kwa hali ambayo wataweza kuparticipate fully kwenye election process. Tunavyoelewa uchaguzi mkuu wa Tanzania umekaribia sana, na wanasheria tunawatarajia kama ilivyo kawaida wawe na mchango mkubwa katika ku kuandaa na ku deliver the election itself. Uh, kwa hivyo tuko hapa tuna mafunzo ya mawakili zaidi ya 100. Um, wengi wao ni mawakili vijana, lakini pia wapo mawakili ambao ni senior lawyers ambao wanafanya kidogo kama mentorship. Mawakili wanahusika kwa level kadhaa katika uchaguzi wa kila nchi Afrika Mashariki. Kwanza wanahusika kwa kiasi kikubwa katika kupass knowledge na information hasa za kisheria kwa wananchi, na pia wanahusika katika ku participate kwenye legal reform ku you know, kuchakata sheria na kuzi improve ili ziwe zinasavu wananchi kwa hali nzuri. Kwa hivyo mawakili walioko hapa wengi wao wamehusika kwa njia moja ama nyingine katika election law reform sheria zile zinazohusu uh, uchaguzi. Uh, pia wanasheria wana, wana participate uh, katika kuwawakilisha wateja wao ambao ni contestants katika uchaguzi iwe kuanzia uh, level za chini kabisa mpaka wabunge uh, mpaka pengine mpaka level ya rais wana wateja wao mahakamani kule. Kwa hivyo tunawafunza ili wawakilisha mahakamani, wawe wana ile capacity ya kutosha ya kuwa defend uh, vizuri na kuwa kuleta matokeo chanya kwa, kwa wateja wao, na katika mwendelezo wa sheria uh, kwa Kiingereza jurisprudence, kwamba eh, ile sheria yetu inavyokuwa, mawakili wana contribute kwa kiasi kikubwa kusaidia mahakama kutoa maamuzi mazuri na kukuza uh, ukuaji wa sheria. Kwa hivyo hizo ndo sababu ambazo tupo hapa da uh, tunafurahia na tumehostiwa vizuri na host wetu Tanganyika Law Society pia tuna partners wetu kama Tanzania Human Rights Defenders Coalition na wengine ambao tunafanya nao kazi kuhakikisha kwamba mawakili wetu wako ready uh, ili uchaguzi utakapokuja wachangie inavyofaa. Asante. Kwa majina naitwa John Seka mimi ni wakili wa Mahakama Kuu, lakini na hudumu kama katibu mtendaji wa Chama cha Mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki East Africa Law Society. Eh, leo hapa tumekutana hapa kwenye jengo la makao makuu ya Chama cha Mawakili wa Tanganyika TLS ili kuongea na wanachama na mawakili wa TLS ambao ni vijana kuhusiana na masuala ya demokrasia uhuru wa ta, taasisi za kidemokrasia na masuala ya uchaguzi. Nia ya kufanya semina hii ambayo imefadhiliwa na East Africa Law Society ni kuwajengea wanachama vijana mawakili wa TLS uwezo wa kutambua haki za kidemokrasia na haki za uraia na kuwajengea uwezo wa kuweza kujua taratibu zinazohusiana na uchaguzi na ikiwezekana kushiriki katika mchakato wa uchaguzi katika hatua za awali, lakini pia katika hatua za kuendesha kesi za uchaguzi. Kwa hiyo tumeitisha kongamano la kutafakari kwa pamoja. Katika kongamano hilo tumeita wakufunzi mahiri ambao wameshiriki kwenye mchakato wa kusimamia haki za uraia lakini pia ambao wameshiriki kwenye kesi za uchaguzi ili kuweza kuwafunza e, mawakili namna mchakato mzima wa uchaguzi unavyoendeshwa katika kuanzia ngazi ya awali ya uandikishaji wapiga kura, e, utatu upanuzi wa majimbo, lakini pia na namna kesi za uchaguzi zinavyoendeshwa hapo baadaye. Kwa hiyo hilo ni hilo ndio lengo kuu. Uh, ili wananchi wajue uh, ni namna gani wanaweza wakaheshimu wakaheshimisha demokrasia ya uchaguzi na kushiriki katika kuhakikisha, uh, sasa demokrasia hiyo ina, inatekelezwa hasa kuelekea uchaguzi wa mkuu unaofanyika Oktoba mwaka huu wa 2025 na